Alo, napiga simu mwenzio huku, niko Mikasa, wenzio amenishinda kwenye biti, nimedata, lakini kuna blaza amefika mpaka hapa, amenigia buku teni, nimeikamata hiyo ah. So ukarebata siku nyingine ya nauli situsije kukufata. Ya, wanangu, umekaza vizuri lakini cha msingi we ongeza msuri, sijui kama vile mchizi wangu nanipata. Nilikwambia nimetembea kwa miguu hadi Tabata, nilikosa nauli mpaka saivi lipo, yani akili sifuli, hatali mwanangu bila hata uduli. Kaza mwanangu, siku nyingine utakuwa nguli, najua kwamba nachana vizuri, lakini we mwanangu umezidi kitu kidogo, ila nakubali. Au na nyodo, ndo maana pale mwanzo sikukulamba Sogo, yani kweli kabisa, umekubali wazimu sasa. Leo Bobo umekiri kwamba mi mwalimu, na nakueleza kabisa mi ni MC sio sani MC mpaka wizi MP auna kitu cha kunifundisha. Nisikilize vizuri nachomaanisha, yani kwamba kuna kitu ambacho wewe kukipata tayari umefanikisha, ila kwangu mimi bado yani, hapana kwenye mziki, yani bado natabana. Kama ni... unahisi nimebisha nambie raundi nyingine kavipi? Turudie tena hii inayofuata, mi na kupiga kisera na kukalisha bule, sitaki hata hela, najua. Halafu sifa zako kwenye kamera, halafu unaonekana ushawahi kuwa bwana jela. Hapana kabisa, mimi hapa ni nyapala, hiyo chenji lokupa utakuta sigala. Hii hapa kabisa, mimi nafanya nauli, si unajua mi hapa ndo nishakuwa duli kwanza we mwanangu, mimi nakujua vizuri kila ukila hela unaenda kucheza kamari na. Kabisa, kabisa, sichezi kamari nakwambia, mimi ni Kibwengo na, na majukumu na familia aaa, kabisa napeleka huku, nadaiwa umeme, kodi ya pango na luku. Hey, kweli mwanangu haikufai hata buku, naonekana una kisukari yani kama Zuchu. Hapana kabisa miwapa, sina kisukari ila nimekushinda sababu mimi ni mkali, ila mistari yako daftari, ukiwa stejini unashindwa ku... Hapana kabisa, wewe auchani adikelo mi mwenzako naongezwa hivi hapa vijelojelo, oya mi nakopia we mwenyewe bunyelo bunyelo, hata nguo yako ya chini umenunua buku jero. Hapana kabisa, hii hapa bongela mamba, we hapo ni kenge, bado ujakua mamba uniwezi, angalia kitu ulichotamba. Mwingine amenipa boko hili na lificha, wewe lifiche kabisa, unatia uluma kesho kabisa, mama ako tamtuma. Ona sasa wenzako jinsi wanavyojituma, mimi nimepewa Miambili ah, miambili sasa mii ya nini? Wakati mfukoni nina elfu hamsini elfu hamsini hiyo itakusaidia nini? Una wiki tano mpaka saizi, amna kitu mwilini, hapana chochote, na pesa kibao. Kila nikija hapa mi ndo nachukua mafao mafaototo is... kama nyinyi, mimi napiga gabao na laundi hii mpaka chumba zenu, unaondoka nao. Tatizo lako unafanana, haufanani nao, nao. Unakutana na malapefeki unachanana nao, sasa shauli yako na kuwekea wikao itakukanyaga sana hiyo wiki ijayo.

na kama takupa mimba kesho takuzalisha, nitamfundisha kama mimi ni mwalimu. Hata izi pesa dogo ndogo napata kwa adimu, si unajua bwana pesa yenyewe ya msimu. Sinipigie sana siku hizi sina simu, simu yenyewe auna aodomana bato Mistari yako haipo hata kibuna na ndo maana kushinda hela leo imekuuma. Kama wewe Mtanzania nioneshe kitambulisho hapo ulipo, mchizi. Unatoka jasho, maisha kwenyewe unaonekana changamoto. Shauri yako leo, wewe umekanyaga moto, mekanyaga moto. Wati nimekamata randi, wewe mdogo kabisa yani, hauna brandi. Tumbwi wa vibwengo au upandi, na ukipanda fasa unageuzwa venesa ndani au unandi. Na mistari yako si bora, ukapake rangi kwanza, unavyoonekana bola Ungekuwa mangi ungekuwa chula ningekwambia udangi, ila kwa uda kwa mparange unapajiwa mpeleke wikiendi una lolote kabisa na una pengo wendo nasema mi mwanafunzi wa kitengo, mi mwanafunzi wa kitengo nasha kuziba pengo, na ukizingua na kuchuma na kula kaa mengo, shauri yako, mi mwenzako huwastaki skendo, nishamwambia mama mziki ntamjengea mjengo, uni mtiti kunipata mpaka ufike levo, shauri yako wenzako sio kina na vikenzo. Tuli ya kabisa acha dogo ni kutambie mshindi wa leo kwenye hii bato, mie na siku zote mi hapa ile na nachukua toto kama wewe mina kata na ningekuwa bosi ningekununulia mitumba ungekuwa ilala unauza unayumba kasumba maisha yako yenyewe mavumba auna kutwa unaongaonga wachumba naonga mitumba sababu nayo michuzi cishindani na watoto wewele mauzi aonekana hauzi we ni mtu ambaye unapotezwa na mluzi. Asante sana, asante sana, make it up for these guys. Makofi, makofi, makofi. Kovika washkaji, au sio? Uh, oh y yeah, oh yeah. <laughs> Ebana, ah, eba, uh, washikaji wametupa final ambayo ni very exciting, alafu pia wametoa performance ambayo ni very, very, very, very exciting, au sio?